Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Nasalimu kwa jina la Yesu. U hali gani wanafamilia yetu nzuri kwa ushindi. Head... Shalom, shalom. Natakia amani ya Bwana. Na nichukue nafasi hii kukaribisha na kukualika katika ibada yetu hii nzuri. Na kipindi hiki kipindwa cha amini amini ufunuliwe. Haya ni matangazo yanakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za MSWA Media zilizoko jijini Dodoma na nyaya za Zunguni na Gani. Ndipo matangazo haya yanakujia na kukufikia kutoka popote pale ulipo. Na mimi

Imani yako ndio uponyaji wako. Imani yako ndio kuokoa kwako. Kwa. Imani yako ndio kuponya kwako. Ukiamini kama hili neno ambalo mtumishi wa Mungu ameniachia kwa ajili yangu, ni la kwangu basi nitakuwa la kwako na litakusaidia na litakuponya na litakuinua na litakufanikisha. Nikukaribisha tukaanze pamoja kipindi chetu kichi kizuri. Huwa tunakuwa na mtumishi wa Mungu Apostle Sarah Jeeps, huwa anakuja hapa kutuhudumia. Kutokana na jumbe mbalimbali ambazo Mungu anakuwa amempa kwa siku husika kwa ajili yetu, kwa ajili yangu mimi na wewe. Lakini ni kusini haijaanza nikusihia kumbe haijaanza aaikndugu jamaa na rafiki, kutoka popote pale, ale ipo linki hapo katika group letu, lakini pia unaweza kumtumia ndugu jamaa rafiki, mwambie atafuatilie live kupitia MSWA Media. Tunapatikana YouTube live muda huu, lakini hata katika mtandao mengine ya kijamii, tutakutana na clips zimetumwa huko na, na baadhi ya masomo yametumwa huko. Kama mama jumla nasi, bado hajachelewa. Ni kumarejesha tusho mimi bado hajafika mahali hapa. Lakini tumekuwa na mfululizo wa vipindi mbalimbali wa masomo mbalimbali ambayo imekuwa ikifanyika mahali hapa. Kama hawakupata nafasi ya kuungana nasi live moja kwa moja, unaweza ukarudi hapo juu katika kaunti yetu ukaangalia ya masomo mbalimbali, ya kwa mahubiri, ya kwa foundation, ya kwa maombi na maongezi ambayo yalikwisha kupita. Hakika naamini atakujenga. Atakuinua na atafanyia baraka sana kwa sababu watu waliofunguliwa funguliwa kupitia kwa mipindi na watu walio kwa kupitia kwa mipindi. Amini hata kwa kupia inawezekana. Kingine ushindwe kufanya watangazia ndugu, ni mara rafiki, habari hizi njema. Andika barozi, waambia watu kwamba Mungu yuko sehemu fulani, ana anaponya. Waambie watu kwamba Mungu yuko YouTube katika channel ya MSWA Media wako live sasa hivi, na usha Mungu akosana mchache tuma sasa hapa studio, kwa ajili ya kutetea ujumbe mzuri ambao na nini utakujenga, utakuinua, utakuponya, utakufariji katika kila hitaji la moyo ehe. Mwezi wa pili hapa tunao ujumbe wa mwezi wa raha iliyoko ndani ya Mungu. Jana tulikuwa na kipindi kizuri sana mahali hapa ambacho mtumishi wa Mungu alielezea kuhusiana na mafanikio yanayopatikana ndani ya Yesu. Alizungumzia kuhusiana na mafanikio yanayopatikana ndani ya Yesu, akatwambia kwamba muhimu, faida za kuwa na mafanikio yanayopatikana ndani ya Yesu, lakini pia alielezea hasara za kuwa na mafanikio ambayo hayapatikani ndani ya Yesu. Kuna kupoteza vingi, mwanzo huwa ni unaonekana kama mzuri lakini asilimia kubwa mwisho wake huwa ni mbaya. Mafanikio ambayo hayatoki ndani ya Yesu huwa yanaishia ya pabaya, huwa yanaishia katika mwisho mbaya. Ni kweli, lakini tumeona kwamba mafanikio yaliyoko ndani ya Yesu ni mafanikio ya kudumu, ni mafanikio ya milele, ni mafanikio ambayo yana faida pia unless. Na mafanikio yaliyopatikana upande wa pili ni mafanikio lakini, ndani yake pia yana hasara, yanakujuta, yanakupoteza, yanakuachia maumivu. Lakini maumivu hayo ambayo Ipata alama kwako. Ama mwisho wa siku mwisho wake hautakuwa mzuri. Lakini ukitaka mwisho mwema wa maisha yako, ukitaka mwisho mwema wa safari yako, jitahidi kuwa na mafanikio ambayo yanapatikana ndani ya Yesu. Jitahidi kuwa na mafanikio ambayo utayapata ndani ya Yesu. Huu ni mwezo wa raha iliyoko ndani ya Mungu. Raha iliyoko ndani ya Mungu ni pamoja na mafanikio. Mafanikio sio katika fedha tu. Mafanikio hata katika uchumi, mafanikio katika afya, mafanikio kwa sehemu mbalimbali. Unajua mbali. Tukizungumzia mafanikio, mtu anaishi labda ah, maana mimi hela ninayo. Okay. Lakini kuna kitu kulikuwa kinakusumbua. Hayo sio mafanikio pia. Uh -huh. Mafanikio anazungumzia hapa ambayo ni afya njema kuwa na uhakika wa unajua kukosa afya, unajua hata uhakika wa maisha unakosa, okay. Hata ile raha ya ya, ya, ya maisha, utakuwa na pesa, lakini kuna watu tunaona wanapesa, sio kwa ubaya, katika hili ugua kupo sio kwamba hata walioko ndani ya Mungu kuwa hawaugui kwa sababu Mungu pia huaga na ruhusu hayo matatizo ya, na ana ruhusu kwa ajili ya kutupima imani zetu, kwa sababu angalia, mtumishi wa Mungu Ayubu, yote yale aliyopitia, kama Mungu alikuwa hajui? Mungu alikuwa anajua, Mungu alikuwa anaelewa, na Mungu aliyaruhusu yeye mwenyewe kwamba yampate. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusiana kwamba na, na, na habari ya matatizo haimaanishi kwamba wao wenye matatizo ni hawamjui Mungu wako wanamjua wa Mungu lakini kuna yale matatizo ambayo sasa hayahusishwi na Mungu. mm -hmm. Yaani yako matatizo ambayo yanawakuta yana watu ambayo Mungu hey, anakuwa hajaruhusu. yeah. kuna kujisababishia na kuna kusababishiwa, kuna vo kuna tu vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea hapa katika hapa duniani. Yako matatizo yanawakumba watu yameruhusiwa mm -hmm. na Mungu, lakini yako matatizo ambayo yanawakuta watu Mungu anakuwa hajaruhusu hapo sasa, katika kutoka katika hayo wewe unahitaji kuomba, unahitaji neema ya kukutoa hapo. Wewe ukipata mm -hmm. matatizo wakimbilia kuomba. kama Mungu hayaruhusu wewe mwenyewe it's okay, utavuka. kama Mungu hajayaruhusu pia atakusaidia. Nakumbuka Wakorintho wa kwanza kumi kumi na tatu inasema kwamba jaribu halikuwapata nini isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Yeah. Hata katika hilo Mungu atafanya mlango ufanye nini? Ukatoke. Kwa hiyo yako majaribu mengine ambayo tunayapata ni ya kawaida ya kibinadamu. Lakini sasa utajuaje kama hilo jaribu ambalo ni la kawaida ya kibinadamu? Utajuaje kama changamoto unayopitia ni kweli Mungu ameruhusu au haya yanayopitia ni ya binadamu tu? Adamu, Teni, kwa sababu binadamu tatizo lipo. Yaani as long as ushakuwa hai. Changamoto lazima ukutane nazo. Matatizo lazima okay, ukutane lakini sasa Ibilisi ndiye anatumia mlango huo huo kupitishia matatizo yake. Okay. Shetani ndiye anatumia mlango huo huo kwamba ah, haya sema jaribu. Jaribu unaweza ukaliona kwamba ah ni la kawaida. Kuna hata fulani aligua, mwata fulani aligua, lakini hapana. Kumbe wewe hata haukustahili hayo ya kupata. Wewe haukustahili hayo kupita. Kwa kuna matatizo mengine juu hata siku ya kuuzia kabisa. Yaani wao wasione kama ni katatizo kadogo, shetani anapanda hapo. Shetani anawekeza hapo. Kwamba anajua baada ya muda hili itakuwa limekopaa, yeye atajua atavuna vipi. Kwa hiyo katika kila tatizo, katika kila jaribu hebu jaribu tujitahidi kuwa na kutafuta suluhisho ya yale matatizo. Usilizike na matatizo ambayo tulionayo. Yaani katika kitu kila kitu ambacho unakiona kwako kimekuwa kizuizi. Jaribu kutafuta mwanga. Na mwanga utatafuta kwa namna gani? Mwanga utapatikana katika kulisoma neno, katika kufuatilia mahubiri, katika kufuatilia mafundisho na mtumishi wa Mungu, pia katika kuliona hilo. Kuna watu wengi sana wanaangamia, wanapotea, wanakosa tu neno dogo la maarifa, basi wanakosa tu kitu cha kuwaongoza katika njia hmm zao, kwa sababu watu sio kwamba hawajui, hawajui kuomba, lakini hawajui namna ya kuomba. Na Ypena, kuna ile unakuta mtu anamwamini Mungu alafu anaenda na kwa mganga kama una matatizo katika maisha yako, sio rahisi Mungu kukusaidia kwa sababu uko pande mbili. Kuna mguu mwingine upo kwa shetani, mwingine upo kwa Mungu. Mm, sa Mungu anakosa kukusaidiaje? Hajui ha, hajui imani yako iko wapi, eh, haumwamini yani, anashindwa hata akusaidiaje kwa sababu wewe upo kwa shetani. Au seme mtu anaweza akawa mgona, mm, anaenda kutafuta dawa kwa mganga, mm akishapewa huku anakuja huku na kwa Yesu mm. anaombewa. Yani, tunamuona mtu leo anaenda kwa mganga Ijumaa, es Ijumaa aba kuna maombi amwea za kanisani au wapi, kwamba Jumatano au Alhamisi katoka kwa mganga, Ijumaa anaenda kanisani. Kwa hiyo anakuwa mm. ni mchanganyo, ni mchanganyo ambayo Mungu aweza akakusaidia kwa sababu mm. utakuwa haumwamini hasa atakusaidiaje? Mtu humwamini yeah. Na mwalimu anasema pia mtu wa Mungu hapendi vuguvugu. Ni kweli, ukiwa baridi uwe baridi, ukiwa moto uwe moto, ukiwa vugu vugu, Mungu atakutapika kwa sababu yeye hapendi kuchanganywa, hapendi vitu ambavyo vinamchanganywa vina. Kwa hiyo kama umeamua kumwelekezea Mungu njia zako, basi ingia na ile na ile ile imani imani thabiti, ingia na ile imani ya moja kwa moja kwamba mimi nimeamua Nimeamua Mungu, nimeamua kumchagua Mungu. Mimi nimeamua kubaki kwa Mungu. Na ubaki wa imani yako moja, lakini sio kwamba leo umesikia kuna mganga fulani bingwa kutoka sijui mkoa gani, unaenda na iko kinawakuta watu kwamba wanakuwa mm, uh, uh, uh, kwa wana uhaba wa imani kwamba nahisi kwamba huku nitachelewa, lakini nikienda kwa mganga uganga, wanaamini kwamba waganga kwamba uganga wana matokeo ya haraka ya na watu, kwa sababu matokeo ya soko na kingine ambacho mimi naona kwa kinawasumbua watu, akienda kwa mganga, mganga asemfanyia mazungumzo mbiga mm, anamwambia, lakini anaona kwamba hii siku ya gosi nikimjibu Mungu mtu anisha hanijibu simsikii sauti yake, fanye nini? Kumbe ni wewe, haujijua namna ya kufanya nini ya kuongea na Mungu ya kuongea na Mungu, namna ya kuongea Mungu. Kwa hiyo ni neno gani unakosa? Ni maarifa tu, ni mwanga tu wa kukuongoza kwamba kipi ni sahihi kwako nifanye kipi ni mshige au nitende namna gani, ili Mungu aweze kusikia maombi yangu au ili Mungu aweze kunijibu maombi yangu. Lakini kubwa mno, kikubwa zaidi, yaani, ni kuwa na imani na kile ambacho nakifanya. Kwa mfano, siku leo, mfano mdogo zaidi, asilimia kubwa kwa mji mwingine huku limeibuka wingi ambao watoto wa shule mm -hmm. wengi hawapeleki watoto wa shule za serikali. Kwa uh, asilimia kubwa kwa mkoa wa Dodoma hapa. Shule za private zimekuwa nyingi sana. Na watoto wamekuwa wana wanapelekwa sana katika shule hizo za, za za private. Sio kwamba watoto wa serikali hawakuwa. Mimi nataka kumaanisha kwamba mpaka unamchukua mtoto wako una unampeleka una ile shule ya, uh, gharama unampeleka milioni kadhaa. Si nimekuwa na imani naye. Yeah. Najua kwa sababu hapa kitu sijafanya nini? Huyo mtoto namlipia hii ada, namfanyia haya mahitaji. Sasa tuna uwezo wa kuwekeza imani zetu kwa kwa hata kwa watoto nini akiniia hiyo adatofaui hatofei kwamba nikiomba aa una kagani kwamba au una kagani kama atamaliza labda hii hela najua, hakuna ki hakuna kitu kwamisha hela, lakini sitapata mafanikio hawezi kutoa ile hela mtu mwenye namsomesha, hatakuja kunisaidia, namsomesha, sioni, si dalili za matunda pale. Ni kama mnapanda na kupanda kwako na kuwekeza kwako, unafikiria kwamba mwanao aje kuwa na ufaulu mzuri, aje kwenda shule nzuri, apate kazi nzuri, ili akusaidie wewe, asaidie na familia. Na kwenye upande wa maombi hivyo hivyo, the way unavyo the more unavyo unavyowekeza kwa mtoto wako, hebu fanye maombi pia kuwa kama akiba yako, yani e ile yeah itumia kutafuta hela. Tunawekeza imani zetu sana katika vitu vinavyoonekana hivi vya duniani, lakini tunasahau kuwekeza imani yetu kwa Mungu. Swali langu wanapenda kuuliza mara nyingi kuhusiana na habari ya mfululizo wa haya masomo ambayo kila siku yanafanyika mahali hapa. Hakika kama tunavyoona, yanafanyika baraka, yanafanyika neema, watu wanafunguliwa, watu wanatendewa, wenye kuponywa wanaponywa, wenye kuhitaji mahitaji yao mbalimbali wanatimiziwa. Ebu waambie watazamaji wetu kwamba nini kinaendelea mahali hapa, mtumishi wa Mungu huyu. Cha kwanza nianze na mtumishi wa Mungu mtu ambaye Mungu amemwagiza duniani mm. kukuletea wewe mpendwa mtazamaji habari njema za wokovu. hivyo ni wewe tu kushikilia lile neno ambalo anakupa lile neno ambalo anakupa mtumishi wa Mungu, halijatoka kwenye kinywa chake yeah. ni maneno ambayo tuseme neno mm. Mungu ana neno mm. ni neno ambalo linatoka kwa Mungu. Neno likishatoka kwa Mungu, Mungu ana njia nyingi za kuongea na wewe hivyo ha, akamtumia huyu mtumishi wake aweze kukupatia wewe habari njema za wokovu. Hivyo ni moyo wako na akili yako ifunguke kupokea kile mtumishi wa Mungu anachokisema. Tutangulize tutangulize akili yetu kwa Mungu, hakika tutakuwa watu wenye kumjua Mungu na wenye imani na Mungu. Ukiwa na imani na Mungu unakuwa ni mambo yako yani yanakuwa yani yana yaani, kwa mfano ukasema Mungu nisaidie kitu fulani, afu imani si una imani mm, Mungu najua ni anajibu kwa wakati wake, lakini atakuacha kidogo, anakupima imani yako. Ukitulia kwa Mungu, usipoenda sijui kwa waganga, sijui wapi kutafuta imani nyingine, Hakika Mungu atakufanyia jambo kubwa ambalo litakuwa shuhuda kwako na shuhuda itakuwa imesaidia kueneza injili kwa sababu ukimshuhudia Mungu katika maisha ya watu, ukisimama mbele za watu, kawaambia Mungu kanifanyia kitu hiki, utakuza imani na watu wengine, pia watakuwa namwamini Mungu, watakuwa nafuatilia neno la Mungu linaposema mahali popote, watakuwa ni warahisi mm -hmm. kupokea na kulieneza kwa watu wote, hivyo utasa imani itakuwa ni kubwa sana duniani. Utakuwa na imani ya Mungu ni niakumwamini kwa kila jambo. Ukiumwa, kuna mtu mwingine unaweza ukaumwa afu ukasema mimi sitatumia dawa, nitatumia jina la Yesu tu mm -hmm. na unaweza ukapona. mm -hmm. Unapona kabisa bila kutumia dawa, ni imani tu. Imani ndio inatufanya sisi tunakosa mambo mengi yanayotoka kwa Mungu mm -hmm. lakini tukizidisha imani katika maisha yetu, tukizidisha imani kwa Mungu mm -hmm. takuwa ni ni watu wenye kupokea miujiza ya Mungu kirahisi sana. Amekuambia kwamba kikubwa ni imani. Ameongea mambo mengi sana, amezungumzia habari nyingi sana, lakini kitu muhimu sana anachozungumzia ni kuhusiana na habari ya imani, kwamba imani yako ndio funguo wako, imani yako ndio kwa kuvuka kwako kwa, imani yako kwa kwa, kuyo, e, e, e, ni kufunguliwa kwako, kwa hiyo elekezea imani yako kwa Mungu katika kila unalofanya, mm, katika kila unaliwaza, katika kila unalotenda, jaribu kuwa mawazo <mulia> hasi. Ili kuwa ni kuto kuyapa matatizo yetu kipaumbele. Mm. Na una yapaje ya matatizo kipaumbele kwa kuya, yani kuamini kwa matatizo yale, eh, mpigie kidogo, unaanza kutetemeka. Kitu kidogo kinaanza kukupa hofu sana. Yaani kwa nyuma katika Biblia kwamba watu wangapi walipona? Watu wangapi walivuka? Watu wangapi walishinda? Watu wangapi walifaulu? Alafu kana ni tatizo lako pale mezani, Mungu atashinda katika hili ilinuakat hawezi wako, watu majaribu makubwa zaidi yako wewe, lakini Mungu aliwagusha, lakini Mungu aliwatetea, lakini Imani, imani, walimwamini Mungu. Kwa nini walivuka? Kwa nini waliponywa? ni watoto wanahitaji, watoto walipata. Kwa nini? imani zao zilikuwa kwa Mungu, na no. kwa Mungu. Mungu hawakutumia nguvu na kingine, ili mkuwa na na moyo wa subira. ni kweli, mm. mm. yani na moyo wa uvumilivu, wewe Mungu hajawahi kuacha kujibu. Yani huyo Mungu hajawahi kuacha kujibu, na huwa hakai kimya, lakini yeye anajibu kwa wakati na majira yake. Hii si tunataka vitu vya pop pop. E, umetia chumvi kwenye mboga. oh, chumvi anaangalia oh, No. na uhitaji, kama, kujibiwa. Haikuchukua kwamba eti wao waliomba ikakaa wiki hamna hata kwa Lazalo, si alitamka tu, na mm -hmm. Lazalo pale pale akanyanyuka. Kwa hiyo kama huo, yani ile itahitaji lako linahitaji majibu ya papo kwa papo, Mungu atakujibu wakati huo huo, lakini kama itahitaji lako linahitaji kuvuta muda kidogo, Mungu naye atavuta huo muda. tuki tuki tuki tukimwangalia baba yetu, alimbeba mwanae Isaka, kwenda kumtoa nini? Kumtoa sadaka, lakini Mungu kwa nini akumuonyesha yule kondo nje n unajani, alisubiri mpaka wameenda wamevuka wamefika, katengeneza kichanja kapanga